Watu wa Shinyalu mi, nataka kuwashukuru, mmekuja kwa wingi kuhakikishia rais wetu ya kwamba sisi kama jamii ya Mlembe tuko pamoja na sisi tuko ndani ya serikali yake. Serikali yake akitengeneza, alitengeneza na msali ya Mudavadi na Weta, baba wa Roma, sasa hivi imekuwa broad based Oparanya yuko mule ndani na wengine wengi ha. Mimi ndio nilikuwa ndani kwanza, na mimi sasa nataka kuwahakikishia, ya kwamba nataka kuwahakikishia nyinyi ya kwamba sisi kama jamaa ya Wabaluhya, mimi ni mzee wenu, hatuwezi kukubali kukaa nje ya serikali. William amefanya kazi ya kutosha, ameandika vijana wetu na watoto wetu kwa serikali katika ofisi zile za juu. Hapa chini tutamshikilia ili mipango yote inayokuhusu ni lazima muwe ndani. Mimi alinipeleka kule kwa sha kama memba huko wa kurepresent workers, na ikana assure you ni lazima mjiandikishe, shaa inafanya kazi, na hiyo ndiyo itaokoa sisi.